Fundisho la leo ndani ya Mofa TV. Bwana Yesu asifiwe, mtumishi wa Bwana, karibu katika fundisho letu ndani ya Mofa TV. Katika fundisho la leo, tutajifunza fundisho linalosema Ole wako kama tabia uliyonayo ama tabia ulizonazo sio za Mungu wa kweli Jehovah. Elo wako kama tabia uliyonayo ama tabia ulizonazo sio za Mungu wa kweli Jehovah. Amina, twende tuanze fundisho letu, amen. Haijalishi ni tabia inayotokana na wewe mwenyewe au ni tabia ya toka kuzaliwa kwako kutokana na sababu mbalimbali mbali: malezi, maroho yanayotesa ukoo wenu na kadhalika. Hiyo tabia ulionayo ambayo sio ya Mungu, hiyo inakufanya hata kama umeokoka usiweze kuingia mbinguni. Mungu wa mbinguni ndiye anayesimamia tabia za kwake ndani ya mwanadamu. Vile vile shetani ndiye anayehusika na tabia zote zisizo tabia za Mungu ndani ya mwanadamu. Je, hiyo tabia au hizo tabia ulizonazo hizo zote ni tabia za Mungu? Utajuaje kama tabia ulizo nazo sio tabia za Mungu utajuaje? Njia pekee utakayoitumia kujua kama tabia zote ulizo nazo ni za Mungu au sio za Mungu ni kwa kulisoma neno lake na kuliishi, kwa kuwa neno lake Mungu katika Biblia ndilo ambalo Mungu ametupatia akiwa amejifunua asili yake, yaani amezifunua tabia zake ambazo wanadamu wote inabidi tuzifuate na tuziishi tabia hizo za kwake Mungu. Amen. Ndugu, unamuhitaji Mungu Roho Mtakatifu katika kulisoma hilo neno la Mungu ili akuingize katika tabia zote za Mungu nawe uziishi ili uweze kuokoka dhidi ya adhabu ya mauti ya milele katika moto wa Jehanamu. Sikiliza ndugu unayefikiwa na habari hii, habari hii njema, ikiwa hutakubali kuokoka basi, utaweza kushinda mtego huu wa mauti unaopelekewa na kuwa na tabia zisizo za Mungu. Unaweza ukasema, sijaokoka, lakini nina tabia nzuri hata kuliko waliookoka. Ngoja nikwambie kitu. Ni kawaida kwa mtu yeyote kabla hajaokoka kujiona hana shida fulani ndani yake. Kwa nini? Ni kwa sababu mtu yeyote kabla ya kuokoka huwa ni kipofu kwa habari ya yale Mungu wa mbinguni Jehovah anayataka kuyaona kwa mwanadamu. Sio rahisi kutambua kitu feki kama hujui kitu original ni kipi. Sikiliza mpendwa, Yesu alikufa na kufufuka ili kumkomboa kila mwanadamu, kila mtu. Kwa hiyo kama wewe ni mwanadamu, ni lazima kuokoka. Kuokoka ni lazima kama wewe ni mwanadamu. Ukishaokoka inakupasa upate ubatizo wa maji mengi na kisha ubatizwe ubatizo wa Roho Mtakatifu, yaani upokee ujazo wa Roho Mtakatifu ili uweze kuenenda vyema katika safari yako ya wokovu katika ushindi wa Yesu Kristo, ili mwisho wa safari yako ya hapa duniani uweze kurithi uzima wa milele. Tafuta kanisa la kilokole, nenda kaokoke. Makanisa ya kilokole ni kama makanisa ya kipentekosti kama vile FPCT, AGT, TAG, ufufuo na uzima na kadhalika. Fika katika mojawapo ya makanisa hayo uende ukaokoke, na kwa wewe uliokoka na ukarudi nyuma, tubu kwa Yesu na umrudie Mungu kikamilifu katika wokovu wako. Huu ndio mwisho wa ujumbe huu. Mungu akubariki sana.